Kila mzazi huchagua jina kwa mtoto wake kwa sababu ya maana, uzuri au kumbukumbu ya pekee. Jina ni zawadi ya kwanza unayompa mtoto, zawadi ambayo ataitembea nayo maisha yake yote. Leo kwenye Moyo wa Malezi tunagusa mioyo ya wazazi wanaotafuta majina yaliyojaa upendo, thamani na uzuri wa tabia.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 na mambo mbalimbali ambayo yanagusa maisha ya jamii nzima. Usisite kushare, usisite kulike na usisite kusubscribe kwenye chaneli yetu ya moyo wa malezi. Karibu basi, tukachambue jina moja baada ya nyingine na kuona maana zake ambazo zinagusa mwanga, baraka na uzuri. Karibu na tuanze. Hebu sasa tuende moja kwa moja tukaangalie majina 30 ya watoto wa kike yanayopendwa zaidi na maana zake. Jina la kwanza ni Ariana. Ariana, maana ya hili jina ni neema ya Mungu. Ukimuita mtoto Ariana, maana yake umeonyesha, umeonesha neema ya Mungu. Jina la pili ni Zuri. Maana ya jina hili ni mrembo. Mtoto anayeitwa Zuri siku zote anawakilisha urembo. Jina la tatu ni Lea. Maana ya jina Lea ni mpole na mwenye upendo. Mtoto anayeitwa Lea anakuwa mpole na anakuwa mwenye upendo. Jina namba nne ni Amina. Maana ya jina hili ni mwaminifu na msikivu. Mtu anayeitwa Amina anakuwa ni mwaminifu na anakuwa msikivu. Jina namba tano ni Kaila. Kaila maana yake ni mwangaza. Ukimpa mtoto wako jina Kaila, umemaanisha maisha yake yanakuwa na mwangaza. Jina namba sita ni Solaya. Solaya, maana ya jina Solaya ni nyota angavu. Maana yake unapomuita mtoto wako Solaya, umemwandaa kuwa angavu katika maisha yake. Jina namba saba ni Nadia. Maana ya jina Nadia ni tumaini. Unapokuwa umempa mtoto wako jina Nadia, unamaanisha kwamba maisha yake yanakuwa yenye matumaini. Jina namba nane ni Imani. Maana ya jina hili ni kuamini na nguvu ya moyo. Mtoto anayeitwa Imani maana yake anakuwa ni mtu mwenye kuaminiwa sana. Jina namba tisa ni Malaika. Maana ya jina hili ni mjumbe wa amani. Unapomuita mtoto wako Malaika, maana yake unaonyesha kwamba huyu ni mjumbe wa imani. Jina namba kumi ni Samira. Maana ya jina hili ni rafiki wa usiku, msikilizaji unapomwita mtoto wako Samira maana yake umemwonyesha kwamba huyu ni rafiki wa usiku na ni msikilizaji mwema. Jina namba kumi na moja ni Dalia. Ukimwita mtoto wako jina Dalia umemaanisha kwamba yeye ni ua zuri lisilonyauka. Jina namba kumi na mbili ni Lana. Ukimuita mtoto wako Lana, maana yake ni tulivu na mpole. Jina namba kumi na tatu ni Shana. Maana ya jina Shana ni baraka na nzuri. Unapomwita mtoto Shana, maana yake anakuwa na baraka nzuri. Jina namba kumi na nne ni Eliana. Unapomwita mtoto wako Eliana, unamaanisha Mungu amejibu. Mungu akikujibu maombi yako kama we ni mjamzito, ukazaa mtoto wa kike, basi muite Eliana. Jina namba kumi na tano ni Talia. Maana ya jina hili ni mvua ya baraka. Ukimuita mtoto Taria maana yake umenyeshewa na mvua ya baraka. Jina namba kumi na sita ni Maya. Unapomuita mtoto Maya unamaanisha huyu mtoto atakuwa na upole na hekima. Jina namba kumi na saba ni Ariama. Huyu Ariama maana yake ni mpendwa wa Mungu. Unapomwita mtoto Ariama maana yake umemwandaa kupendwa na Mungu. Jina namba kumi na nane ni Zainab. Unapomwita mtoto Zainab maana yake ni harufu nzuri na uzuri. Huyu mtoto anakuwa katika maisha yenye uzuri. Unapomwita mtoto jina Hana umemaanisha furaha na rehema. Hili ni jina namba kumi na tisa ambalo ni Hana inaonyesha furaha na rehema. Jina namba ishirini ni Aisha. Maana ya jina hili ni mwenye maisha marefu. Mtoto anayeitwa Aisha anakuwa na maisha marefu. Jina namba ishirini na moja ni Mira. Unapomwita mtoto Mira maana yake ni safi, mwenye mwanga. Ukimuita mtoto Mira, huyo ni mtoto safi na mwenye kuleta mwanga. Jina namba ishirini na mbili ni Naila. Maana ya jina hili ni mwenye mafanikio ukimuita mtoto Naila unamaanisha atakuwa mwenye mafanikio. Jina namba ishirini na tatu ni Malka. Ukimuita mtoto Malka, maana yake ni mwenye utawala na heshima. Jina namba ishirini na nne ni Raina. Unapomwita mtoto Raina, maana yake ni malkia mdogo. Jina namba ishirini na tano ni Jamila. Mtoto anayeitwa Jamila, maana yake ni mrembo wa tabia na sura. Mtoto anayeitwa Jamira anakuwa mrembo wa tabia na sura. Jina namba ishirini na sita ni Raya. Unapomwita mtoto Raya, maana yake ni rafiki mwaminifu. Huyu mtoto anakuwa rafiki yako katika maisha yako na anakuwa mwaminifu. Jina namba ishirini na saba ni Sasha. Unapomwita mtoto Sasha, maana yake ni mlinzi wa binadamu. Jina namba ishirini na nane ni Tifani. Unapomwita mtoto Tifani maana yake ni zawadi ya Mungu. Jina namba ishirini na tisa ni Elma. Unapomwita mtoto Elma, maana yake ni mtu wa amani. Jina namba thelathini ni Neria. Unapomwita mtoto Neria, maana yake ni mwanga wa Mungu. Huyo mtoto atakuwa ni mwanga na maisha yake yanakuwa ni ya kiungu. Kila jina lina hadithi, lakini hadithi kubwa zaidi ni maisha atakaoishi mtoto wako, chini ya upendo wako, malezi yako na maombi yako. Usichague tu jina, chagua urithi. Jina unalompa mtoto linaweza kuwa mzizi wa tabia njema, ndoto kubwa na thamani ya maisha yake. Asante kwa kutembea nami na karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, penye mwanga wa kulea vizazi vyenye uzito na thamani. Bila shaka Umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare video hii kwa watu wengine, ili pia waweze kupata majina sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wao wa kike. Karibu tena, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Ukiwa unataka kutuma message au kupiga simu, unaweza ukatumia namba 0754579224. Mungu akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.